Shigongo mheshimiwa uh, naibu spika nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali. Ni kweli kabisa walimu wamekuwa wakipatikana na wakiletwa jimboni Buchosa, lakini shule ya sekondari ya Nyakaliro, Nyehunge, Katoma, Bupandwa na Maisome bado zina uhaba mkubwa sana wa walimu wa masomo ya sayansi. Sasa na maswali mawili ya nyongeza, mheshimiwa mheshimiwa, naibu spika, la kwanza, je serikali inaweza kufanya commitment kwamba itakapoajiri safari hii italeta walimu wa kutosha jimboni Buchosa. Swali la pili, kutokana kut, kut, na uhaba huu, sisi Buchosa tumeamua kuanzisha mradi wa Buchosa Smart Classes ambao tunatumia mtandao wa, wa internet kufundisha watoto wetu. Mwalimu yuko Dar es Salaam, lakini anafundisha madarasa yaliyoko Buchosa. Je, mheshimiwa naibu spika Waziri yuko tayari kuja kutuzindulia mradi huu na pia serikali iko tayari kutuunga mkono kwa kutupatia fedha tuweze kuongeza shule nyingi zaidi. Mheshimiwa <coughs> <coughs> waziri. Mheshimiwa naibu spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa Erick Shigongo, kwa kweli tunaona kazi kubwa anayoifanya ya uwakilishi katika jimbo lake. Lakini kuhusiana na swali lake la kwanza, naomba nimwakishie Mheshimiwa e, mbunge kwamba serikali inafanya jitihada kubwa sana ya kuhakikisha inaajiri waalimu katika serikali ya awamu ya sita. Katika kipindi hichi cha miaka minne tayari waalimu 45742 wameajiriwa kwa ajili ya kufika katika shule zetu hizi kwenda kuwafundisha wanafunzi wetu. Serikali itaendelea na jitihada hizi za kuhakikisha inaendelea kuajiri walimu lakini kutumia mikakati tofauti tofauti kwa ajili ya kuendelea kuboresha eneo hili la upatikanaji wa walimu. Kwa hiyo naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, hata katika shule zake za sekondari Nyakalilo, Nyehunge na shule hizi nyingine zote alizozitaja ambazo zina uhitaji wa walimu wa sayansi, serikali italeta walimu hao kwa ajili ya kuhakikisha wanafunzi wanapata elimu iliyo bora. Lakini kuhusiana na swali lake la pili. Ni kweli kabisa miongoni mwa mikakati ya serikali ya kukabiliana na changamoto ya upungufu wa walimu ni pamoja na kutumia teknolojia ya TEHAMA katika kufundishia. Yaani kwa maana ya kutumia madarasa janja, yani smart classes. Kwa hiyo wanafunzi wanakuwa wanafundishwa kwa utaratibu wa ufundishaji mubashara. Mwalimu anakuwa yupo katika kituo kimoja kwa kutumia TEHAMA anaweza kufundisha wanafunzi katika shule zaidi ya moja kwa wakati mmoja kwa ufundishaji mubashara. Niwapongeze sana eh, jimbo hili la Buchosa katika halmashauri hii kwa wenyewe pia kuona umuhimu mkubwa sana wa kuendelea kuunga mkono jitihada hizi za serikali za matumizi ya smart classes katika mkakati wa kupunguza ukali wa upungufu wa walimu, na naomba nitumie nafasi hii kumhakishia Mheshimiwa Erick Shigongo kwamba nipo tayari kuungana na yeye kwenda katika jimbo lake la Buchosa kwa ajili ya kwenda kuwazindulia darasa lao hili janja, ikiwa ni sehemu ya kuonyesha na kuunga mkono jitihada hizi za matumizi ya TEHAMA kwa ajili ya kufundishia.